Je, mbunge anaweza kuliheshimisha taifa bila kujua Kiingereza kizuri, au hii ni dharau kwa viongozi wanaotoka kwa wananchi wa kawaida? Leo hapa Mizuka Media tunawaletea video iliyotikisa Bunge la Tanzania baada ya mbunge wa eneo la Geita, bwana Joseph Kasheku Musukuma, kuhoji hadharani uamuzi wa kumteua mbunge wa Ukonga, Bakari Shingo, kuliwakilisha taifa katika majukwaa ya kimataifa wakati uwezo wake wa kuzungumza Kiingereza unaibua maswali mazito. Hii siyo stori ndogo, ni mjadala wa uongozi, heshima ya taifa na haki ya uwakilishi. Kwa muda sasa mitandaoni na hata vijiweni kumekuwa na mjadala mkali ukiuliza: je, viongozi wetu wanapaswa kupimwa kwa lugha ya Kiingereza au kwa uwezo wa kuwatumikia wananchi? Ndipo bungeni Tanzania, mbunge wa Geita Musukuma akaamua kusema kile ambacho wengi walikuwa wanawaza kimya kimya. Musukuma naibua hoja nzito sana. Anahoji, inakuwaje mbunge anateuliwa kuiwakilisha Tanzania kimataifa wakati anashindwa kuwasiliana kwa lugha inayotumika kwenye majukwaa hayo? Kwa mtazamo wake, hii sio kumshambulia mtu binafsi, bali ni kulinda taswira ya taifa. kauli hii ikazua moto. Wengine wakampongeza kwa kusema ukweli, wengine wakasema anamvunjia heshima mbunge mwenzake Bwana Bakari Shingo. Kwa maelezo yako mheshimiwa spika, mwanzoni ulisema nafasi hizi zinaombwa na watu wanaoweza kuongea Kiingereza, lakini wakati zoezi hili likiendelea, tumeshuhudia mwombaji mmoja ambaye amechaguliwa kuwa mwakilishi wa nchi yetu kutoka kambi ya walio wachache sijamjua jina vizuri, lakini nimesikia naitwa Shingo. Ulishuhudia mwenyewe mheshimiwa spika, alishindwa kujieleza Kiingereza, hata cha kwangu kina nafuu. Sasa, sasa mheshimiwa spika, kwa maelezo yako, nilitaka kupata mwongozo kwamba kama naliomba kwa Kiswahili, kama inaruhusiwa kupeleka watu wenye Kiswahili, kwa nini mnatunyima nafasi ambao hatukupata bahati ya kujua Kiingereza, na yeye kwa nini aende? Nashukuru, naomba mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Msukuma ameomba mwongozo. Hii ni jambo la nini tu, hii demokrasia na this time tumefanya, tumefanya kuchaguana. Siku zote tuna nominate haya majina, na kambi ya upinzani wako wachache, na nafasi iliyokuwepo kambi ya upinzani ni na nafasi moja tu, hakuwa na mshindani kwenye nafasi hiyo, lakini sauti ya wengi, nyii ndio mmemchagua. Labda wewe kumchagua, lakini wenzako wamemchagua, wamemchagua. Kura zimepigwa wazi, zimehesabiwa wazi, na mawakala wamesaini karatasi zote kuthibitisha, wamehakiki kuchaguliwa kwa ndugu yetu huyu, na huko atakapokwenda atajifundisha Kiingereza na ataelewa. tunapopeleka watu, sio lazima, sio hawa wote wanakwenda wanakwenda kuchangia, lakini tunakwenda, kuna misimamo ya nchi na nchi, lazima tupige kura kwa misimamo ya nchi ambazo ni marafiki na wao wanataka kuingia kwenye nafasi hizi. Kwa ndugu Msukuma, kwa bahati mbaya labda ukujua masharti haya, lakini masharti haya yanakwenda na busara na hekima. Waheshimiwa wabunge, kwanza napongeze Leo tumefanya demokrasia ya haki, tumepiga kura kwa uwazi, zimehesabiwa kwa uwazi na zimethibitishwa kwa uwazi. Hapa tunamwona mbunge wa Ukonga, Bwana Bakari Shingo akijaribu kuwasilisha hoja zake, na ni wazi kabisa anajitahidi sana, anataka kueleweka, lakini lugha inakuwa changamoto. Kwa upande mwingine, wafuasi wake wanasema sio kila kiongozi mzuri lazima awe mzungumzaji mzuri wa Kiingereza, na hapa ndipo mjadala unapoanza kuwa moto zaidi. Amwe Bakari uh, Shingo uh, from Ukonga. <laughs>

Another one, another one. Excuse, excuse honorable speaker amwebakarishingo from mukonga ihear for present uh, Oa so, a member. uh, good morning every member of parliament. I hope my ask you. Okay. Excuse. Mheshimiwa, mambo ya ugeni na mambo yake. Imsingi Mweshimiwa, naomba kura kwa ajili ya bunge la Jukwaa la Maziwa Makuu. Samahani, naomba thank you very much. Katika kipande hiki tunamwona mheshimiwa Shingo akipambana sana kueleza hoja, akipoteza msimamo, akishindwa ku drive point zake nyumbani kwa ufasaha. Kwa viewers wengi, hii ndio clip iliyoimarisha hoja ya Msukuma, lakini swali linabaki, je, hili linatosha kumzuia kiongozi kuwakilisha taifa? Ukweli ni huu, dunia ya leo inahitaji mawasiliano, diplomasia inahitaji lugha, lakini pia uongozi unaotoka kwa uelewa wa wananchi. Je, suluhisho ni kuwapa viongozi mafunzo ya lugha au kuwanyima nafasi kabisa? Na je, Tanzania inapaswa mfumo wa mataifa mengine au kujivunia viongozi wanaotoka kwa watu wa kawaida. Eh, good morning every member of parliament. I hope I may ask you. Okay, excuse. Mheshimiwa, mambo ya ugeni na mambo yake kimsingi mheshimiwa, naomba kura kwa ajili ya Bunge la Jukwaa la Maziwa Makuu. Samahani, naomba kura zenu. Thank you very much.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 Video ijayo. Kwa maelezo yako, Mheshimiwa Spika, mwanzoni ulisema nafasi hizi zinaombwa na watu wanaoweza kuongea Kiingereza. Uh, good morning every member of parliament I hope my ask you. Okay. Excuse.